Mimi nimejifunza mambo ya hizi sheria, maana pia tunashukuru kwa leo tuliofika hapa, sababu kuna mambo mengi yanatupita tukiwa kijijini, kuna manyanyaso mengi tunayopitia kupitia kijijini na hatujui sehemu ya kutetea. kwa hiyo kwa leo ni jambo la kumshukuru Mungu tukipata njia ya kutetea haki zetu, maana kuna unyanyasaji wa kijinsia hasa hasa ndoa za utotoni na ubaguzi wa kijinsia sababu kama jinsia sasa hivi ya kifugaji, maana tunaijua ndio anatuonaga si ni kiumbe zaifu katika jamii, atupatage urezi katika arizi au katika manyumbani wa baba zetu. Kama sasa hivi, kwa mfano, mimi ni mtoto wa kike, si sabiki pale nyumbani niliposaliwa nipate haki yangu, haki yangu mimi naitwa tu kila siku nimeshaolewa, ya haki yake ataenda kupata kule kwa mume. Na unaweza ukamkuta mtu mwingine kama mama huyu anawazaa watoto jinsi ya moja, sio watoto wa kike tu, ana wa kiume. Je, atakuja kupata je haki yake, na ye ya ajazaa mtoto wa kiume, na pale nyumbani kwa baba watu wanaweza bika ni watoto wa kiume tu, atawezaje kupataje haki yake? Sawa, pamoja na shukrani ambayo umetoa <coughs> kwanza kabisa tu niwafahamishe ni, ni kwamba mali yoyote ya mke au mume inakuwa ni ya mke na mume, sio ya wale watoto. Hii tabanuni ambayo tunayo huku kwenye kabila letu ni kitu ambacho tumejijengea tu, lakini mali mfano anapofariki mzazi mmoja, anapofariki baba mama anapobakia, yeye anatakiwa awe mmiliki wa zile mali mpaka pale atakapoondoka. sasa ndio maana tunawapa hii elimu mama, mume wako ume, ume amefariki, kesho na kesho kutwa watoto wanaanza kukufukuza kwenye eneo huo, ndo ukatili wenyewe wa kijinsia tunaofanyaje tunaoongelea. Hautakiwi kufungiwa macho, ni lazima na ni vizuri mkatoa taarifa. Kuna vyombo ambavyo vinahusika vinafanya utaratibu wa wewe kuweza kufanyaje wa kupata ile haki yako, kwa hiyo msikae kimya. Kikubwa ni hilo yaani, tusikae kimya kwa sababu tunaogopa kwamba tutaonekanaje. Hapana.